Leo hii Mwenyezi Mungu ametufikisha katika siku adhimu, siku ambayo tunaianza safari ya kuelekea katika miji mitukufu kwa ajili ya kutekeleza ibada ya Hija kubwa. Langu nachoomba wa waislamu yote na nyie, wale ambao wamebahatika kuenda katika miji mitukufu, Mwenyezi Mungu atufanyie pesi na waupe katika kutekeleza hili inavyopaswa, na wale ambao Mwenyezi Mungu bado hajawajalia, inshaAllah tunawaita na waita mwitikie, kama alivyosema alivyoita Nabii Ibrahim Ibrahim alayhi salam. Kwa hivyo, tunaomba kwa uwezo wako, kwa rehema zako, na nyie akuwezesheni mweze kuja mwakani panapo hai na uzima. Nachoomba tujitahidi kusimama kwa ajili ya Allah, muomba Allah ili tupate amani na utulivu ya kuweza kusafiri kwenda kutekeleza ibada hiyo. Wanawake na wanaume, shime katika kutekeleza haya. Tunaomba Mwenyezi Mungu awasaidie nanie, na pia mtuombee dua, nasi tuweze kutekeleza kwa umakini unaotakiwa swala hili la Hija. Kwa kufikia hapo, naomba utakie dua na sisi tutatakia dua shaba Mwenyezi Mungu alete utulivu katika nchi yetu, abariki viongozi wetu kiongozi wetu, mama wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan, pamoja na Dr. Hussein. Inshallah Mwenyezi Mungu asimamishie katika kile kitakachokuwa na khairi na wao. Mwenyezi Mungu atujalie pesa katika hili linalotukabili la uchaguzi liende kwa salama na salimini. Na inshallah Mwenyezi Mungu atatuwezesha kufanya dua maalum kutakia khairi nchi yetu. Tuko pamoja, tunaomba Mwenyezi Mungu atujalie tuweze mema tuyafate na mabaya tuache, mkono kwa mkono hadi peponi.